Sio mbaya mm. Simba yetu ni nzuri ma mm. matokeo sio mabaya mm. tumeshinda mechi, tunapata pointi tano mm. amya, tujipange kwa kwa mwakani mm. amya, baadhi ya wachezaji wameumia umia, wataongeza um, um, wachezaji wengine ma timu sio mbaya, timu ni nzuri. Kamba, kuumia kwa baadhi ya wachezaji ndio kimewafanya leo mshindo kufuzu kabisa, kutoka mwanzo tulikuwa hali zetu afweizikasi nzuri mayabwana mm. lakini mimi nasema tujipange kwa mwakani kamwaya mm. mimi naambia wana chama na wapenzi wa Simba mm. kamwaya, tuwe makini kamwayabwana, tusilete m malumbano m malumbano isongo la maana kwa mwa, tumio mwakani na faida kamwaya, tuangalie timu yetu tupaka mwakani cha kuwa namna gani, amwaya tushakosa ubingwa mara nne na tujitahidi tala safari tupate ubingwa hata tukikosa ubingwa, hata tukikosa FA Oma, timu yetu viongozi akishia kwamba ma wachezaji wataleta wengine kusajili na timu itakuwa nzuri tu, kama mnachelewa, mzee Mchacho, kila msimu msubiri msubiri. Nasema Liverpool mm, timu yangu miaka 30 tumekaa bila kupata ubingwa moya bwana mm, adai tukaja kupata ubingwa. Sasa leo nawauliza, mi na chama Simba na wapenzi wa Simba wawenastamala a tokawaida, mpira lazima mpira, matokeo matatu kushinda, kufungwa, kutoa. Wavumilie. Mzee Mchocho, unaionaje safu ya ushambuliaji ya Simba kwa sababu tumeona Selemani mwalimu amechoka, lakini sio anashindwa kuingia mchezoni. Mimi nasema timu bado sana, timu bado kwa nakwambia. Na itakuwaje sasa hapo Machi moja mnapoenda kutana na mtani wenu wala, wala. Aa, mpira wa Yanga na Simba utabiliki. Mwaya bwana, unaweza kusema Yanga akashinda Simba akaja nao akashinda, lakini ukweli spidi ya Simba bado. Lakini kwa mwenendo huu sasa wa Simba unadhani ipo tayari uh, kwenda kukutana mtani? Tuko tayari, tushapigwa mara sita. mm -hmm. Na tukipigwa na hii ya saba, si mm. si ndio mpira, mwayabwana, maa tushazoea aamtakua mmekubali kinyonge sana kutawaliwa na mtani wenu. Nasema mikokoio ina nyuma sana mm -hmm. ikiwa mimi kiwa mimi ndio timu yangu ya Simba maa mm -hmm. kutoka katiuo Simba na Yanga hatujafungana mambo kama haya lakini, wakusatufunga mara ya sita, wakitufunga nai mara ya saba, naona tena itakuwa tena mambo sio mazuri, na kama itakuwa mara saba ya saba, mwana Simba inatakiwa jitathmini sasa kwenye kusajili sana mm -hmm. na vile vile mwa sio kila mwaka, viongozi wachezaji, wanatakiwa wakae wakae wazoeane, saa kila mwaka wanabadilisha wachezaji saba wanane umarawa. hii peke yake anatwap vile vile kukocha, vile vile kocha nai ukae naye miaka mmoja miwili mitatu, lakini sasa tukikuwa kila saa tunabadilisha wachezaji na walimu tunabadilisha matokeo yake ndio kama hivi hatufanyi vizuri. Ah, si hatuna unyonge wote yani hey. Si, ni Simba sii kwetu, ni mpira, ni burulani hmm. kwamba Simba yetu kifanya vibaya sio kwamba tunaitelekeza hmm. wale ambao wanaitelekeza Simba Sports, si ni mashabiki ambao ni wanachama pia. Kwa hiyo hatuwezi kulaumu kwamba kuna huyu hmm. shabiki au huyu sio shabiki, si ni wanachama pia, ni mashabiki ambao tuko na Simba yetu popote ilipo, tunaitetea hmm. tumeona leo umepata ushindi uh, nataka kusikia kutoka kwako umeridhishwa na kiwango cha <coughs> kwamba amna <coughs> sisi tumefurahi tumefurishwa tume na matokeo tume tume yetu Simba uwaga tunafanya vizuri kila mwanzo waya makundi mpaka tunafika robo, ila mwakao Mungu akupenda. Yani, Mungu akuwa upande wetu, kwa sababu kila kitu sisi tunamwachia Mungu, yani Mungu ndio kila kitu. Kwamba sisi tumefanya vibaya, tunashukuru Mungu, dakika za mwisho kidogo timu yetu imeonyesha uhai na timu yetu imeonyesha kwamba iko vizuri kwao, tunamtumaini na kwamba timu yetu itafanya vizuri hata ndani ya ligi. Kwa namna ambavyo umetazama huu mwishoni, umezungumzia mwishoni usajili uliofanyika dirisha dogo, uh, kama wachezaji hawa kina Libase Bwe aura wangekuwepo mwanzo, huenda uh, tungeiona Simba robo fainali. Kila kitu kinapangwa na Mungu, kwa sababu hata tunaposajili dirisha kubwa tutegemea kwamba wachezaji tuwasajili dirisha kubwa, kwamba watatusaidia kwenye usajili wa dirisha dogo lakini wachezaji tu wasajili disha kubwa kuna wengine waleta matumaini na kuna wengine ambao hawajaleta matumaini. Tunashukuru uchezaji usajili hutu wa usajili ambao disha dogo, kuna kidogo unafuu ambao unaonekana kwamba kuna chama ambaye ashaondoka Simba, lakini chama ambaye amerudi Simba kuna uhai kauonyesha, ambao kuna matumaini katupa kama kuna kitu ambacho kakifufua. Kuna watu wakina Kibabage, hata usajili wakina Kibabage wakati wanasajiliwa, hata kuna baadhi ya mashabiki wa Simba waliubeza ule usajili wakina Kibabage, lakini leo wakina Kibabage wanatuonyesha kwamba uhai wa timu ya Simba yuko wapi. Kikubwa kwamba mashabiki tushirikiane, tushirikianeni yani, tuungane mashabiki Yeo, ambao tufanye kitu kwamba kuna kufeli kwenye maisha kwamba kuna leo, hata kama kwenye familia kuna leo kuna kufeli hmm. Hata mume wako anaweza kuletea mboga leo, akakutia mchicha, kesho akakutia nyama hmm. Kwa hiyo tunakuwa yani, tunavumilia. Hmm, si tumevumilia Simba kwenye kipindi kigumu. Sasa hivi kidogo tunaonekana tunaenda kwenye kipindi ambacho ni chepesi. Hmm, Simba sasa hivi kidogo mpira unachezwa na tunauona unaridhisha, unaridhisha kidogo. Tarehe moja mna, mna mechi na mtani wenu, tuna mechi na mtani. Haya yote ni majaliwa ya Mwenyezi Mungu, maana kila kitu ni kinapangwa na Mwenyezi Mungu. Sisi tunamwachia Mungu kwamba yani kwamba tarehe moja Yanga washatufunga mara kibao e, Yanga washatufunga mara kibao, ila tarehe moja tunakufa nao Afande sana. Tarehe moja sisi tunakufanana. Shukrani sana. Haya, asante. Pana, sijatoka kinyonge mm. This is football mm. Tumetoka na matokeo, tumerizika na matokeo. Msimu huu umeisha, tunajipanga kwa msimu ujao mm. Klabu bingwa msimu huu hatujaenda vizuri, lakini tunamshukuru Mwenyezi Mungu, pointi tano sio mbaya mm. E, tulikuwa tuna kikosi ambacho kilikuwa kinajongea jongea, lakini sasa hivi msimu kadri unavyoelekea mwishoni tumeona kikosi ambacho tumekipata mm. Kwa hiyo nawasihi tu mashabiki wenzangu kwamba msimu huu ambao tumemaliza yale ambayo wameyaona tuanze nayo msimu wa 2026, na msimu wa 2027. Performance ya leo uh, kuna namna kama ilikuwa chini sana licha ya kuibuka na ushindi. Kwa namna ambavyo umetazama kikosi, wapo ambao wanadai pengine uh, majeraha ya baadhi ya wa wachezaji ndiyo sababu uh, kwako, kwa namna ambavyo timu yako umeiona ikicheza, hiyo huenda ikawa ndiyo sababu? Hapana. Mimi hmm. naona kikosi kiko vizuri hmm. na kikosi chetu bado hakijajipata. Bado hakijajipata bado hakijajipata ni kwa sababu wachezaji waliopo ni wageni, lakini pia bado hawajaendana na formula ya mwalimu, nini anachokitaka. Hiki walichokifanya tunawashukuru, waendelee kuwa nacho hicho hicho. Kikosi hakijajipata, na tarehe moja mnakwenda kukutana na mtani. Hiyo basi, sasa hiyo. <laughs> Hiki tulichokionyesha leo hmm. ni chachu ya tarehe moja tutakayoianza mwezi ujao. Na namna unaona mnyama anaweza akafanya jambo tarehe moja? Ndiyo, ndiyo. Najua kabisa. mm. e, mnyama ni kweli kwa Simba na Yanga mm. wengi mmeangalia tumekuwa kama tuko underdog kwao lakini mimi naombea tu mashabiki wenzangu wa Simba wajitokeze kwa wingi waje kuisapoti Simba yetu. Bwana Wembe una, una confidence sana I love Simba. Baadhi ya wa washabiki wa Simba wanadai performance uh, ya wachezaji hairidhishi uh, na ikitokea kama ita, itapatikana bahati ya mechi hata kusogezwa mbele wako tayari. Mimi kwa, kwa maneno yangu ya kifutiboli nawaambia tu washabiki wa, wa wenzangu, mpira unafundishwa. Mpira ni, ni, ni talenti za watu tusiangalie sisi, mashabiki kazi yetu ni kushangilia. Anapokuwa amekosea mchezaji anaweza akaamka, yuko vibaya, lakini naombea tu kwamba hiki kikosi tulicho nacho kiko bora, tutafanya vizuri msimu unaokuja. Kwa namna ambavyo umetazama ligi ya mabingwa msimu huu, pengine ni maeneo gani aliwafelisha na nini kifanyike na uongozi msimu ujao? Kwanza tulidharau grupu letu tulikuwa tumejipa matokeo ya kusema kwamba kundi letu tutakuwa namba moja namba mbili, lakini tusiangalie wachezaji timu zingine zimejipangeje. Kwa hiyo tusiende na matokeo uwanjani, tusiende kwa kupanga makundi kwa kuangalia kundi hili tutafuzu, kundi hili tunafuzu. Hapana, tuende kwa kucheza mpira, tufundishwe na makocha kama wanavyotufundisha siku nyingine, tujipange kwa hili. mm. uh, ikiwa timu za Tanzania ambazo zimeshiriki ligi ya mabingwa msimu huu na kombe la shirikisho, kuna namna kama mtani wenu ndio anaonekana pekee akiwa na nafasi fulani hivi ya kufuzu. Kwako unalionaje? Na pengine unawatakia mema, tukutane tarehe moja, tukutane tarehe moja. Nimesahau kabisa. Mnyama ana mpinzani. Mchezo umemalizika, lakini ni kama mmemwagiwa maji ya baridi. Hapana, tunashukuru Mungu kwanza. Mchezo umemalizika vizuri, ni jambo la kushukuru Mungu mm. Na hiki tulichokipata binafsi, tuna furahi. Ndani ya miaka saba tulikuwa tunafanya vizuri, kwa hiki tulichotokea, tunajua ni mchezo mm. Tunajipanga awamu ijayo, Mungu akijalia, utaona unyama wetu kama kawaida yetu. Umehitimisha msimu wa ligi ya mabingwa Afrika kwa msimu huu, mnyama hatutomuona robo fainali. Kwa namna ambavyo umetazama, uh, tatizo lilikuwa wapi na pengine nini kifanyike kuelekea msimu ujao? Ah, binafsi yangu ni mchezo kikawaida. Mchezo na matokeo matatu, lolote linaweza likatokea, na hiki kilichotokea tunapokea kama Simba. Tunajipanga na msimu ujao, na nadhani tunaelekea kufanya vizuri. Tunajiandaa, tunajua tulipokosea ni wapi, tunaenda kujipanga ili kusudi tufanye vizuri zaidi ya hivi, au kama unavyotufahamu hmm. Ndio pengine uh, kwa namna ambavyo umetazama maingizo ya dirisha dogo Uh, unakiri kwamba huenda ingefanyika mwanzoni uh, kuna namna tungeiona Simba robo finali? Ndugu mtangazaji nadhani kila jambo lina wakati wake. Hmm na hii ni wakati wake umefika, usajili ulo uona mm, na haya maingizo unayoyaona mapya mm, ni wakati wake umefika. Kwa hiyo wewe subiri burudani msimu ujao Tusubi, msubiri tena burudani msimu ujao. E, kama kawaida, kama mnachelewa mnyama Simba, hapana, kila kitu kinaandaliwa. Haya mambo yanakuja taratibu, uweze kufanya leo ukafanikiwa leo, yaani mtoto azaliwe leo mm, akuwe leo atembee leo aongee leo, kila kitu kinaandaliwa. Kwa tafsiri hiyo, tarehe moja mnakwenda kucheza na mtani, kuna namna kama kikosi chako una imani nacho Hapana, siwezi kusema sina imani na Simba hmm. Nitakuwa mnafiki. Unaiona ikifanya vizuri ila, ah, naiona ikifanya vizuri. Hayo ni mambo ya secret. Tuna, tuna tuombe Mungu si tu... ukiwa na maana gani sasa kaka? tuweke wazi. ah, ah, tunajiandaa si unajua eh, eh. kipindi hiki tumetetereka sehemu fulani hmm. hii ni mbinu bado tunasuka yani tunachora ramani jinsi ya kwenda kukutana na mtani Una, una imani na na timu yako uenda ikafanya jambo. Ah, nina imani sio kidogo nina imani sana. Hapana sio kinyonge sana. Vipi kitokea ratiba ikasogezwa mbele? Ah, ikitokea ratiba ikasogezwa mbele si mbaya, lakini si, sitegemei mm. Nategemea hata kesho akiniamsha e, tuko salama tuko vizuri tu e, e. E, pengine uh, tumeona kiwango cha Aura, nataka ukizungumzie. Mchezaji wa aina gani Aura? Aura bana ni bonge la mchezaji, binafsi yangu mm. Nasema ni bonge la mchezaji tena ni bonge la mchezaji sio kawaida mm. ila tu ni kuombe muwe na subira, tuvute muda, mambo mazuri yanakuja, mambo mazuri yanakuja Simba Sports Club hey. Uh, Elim Panzu amekuwa na kiwango ambacho kwa namna moja ama nyingine kinaonekana uh, kutokuridhisha, na hii inatokana na sababu ambazo zinaeleza tofauti. Wengine wanadai ni matatizo ya kifamilia na vitu vingine, lakini kuna namna uh, inatajwa uh, inasemekana hana mapenzi na Simba na mapenzi yake hapo kwa mtani <laughs> Ah, hapana hapana ukinambia okay, yani mtu anavaa mnyama alafu anakwambia hana mapenzi yani, hey. Alomleta Tanzania eri Mpanzu anasikika eri Mpanzu wala. E, alomleta Tanzania nani? Mimi hapa ukisema hana mapenzi, labda tuwaulize wao, ana mapenzi yapi? <laughs> wow. Mapenzi, mapenzi hmm, ambayo wanasema <laughs> na hmm. mimi najua Mpanzu pengine kwa mpanzo labda alikuwa hana watu sahihi anaoendana nao hmm. Kwa uwezo wa uchezaji wake. Sasa amepata watu sahihi wa kucheza naye, nadhani atakuwa yuko sehemu salama zaidi kwa namna ambavyo uh, Simba wane, wame, wameonyesha kiwango msimu huu. Nataka umalizie na utume uh, pengine neno lolote kwa viongozi, nini wakifanya wakiboresha hasa msimu ujao, tumwone mnyama Simba robo fainali. Hatujamzoea hivi Simba. Hapana, binafsi mimi naona simba ni, ni mistake tu imetokea ambayo inaweza kutokea kwa klabu yoyote. Akina Real Madrid, Barcelona, tunaona Manchester wanatetereka, Arsenali toka elfu mbili na nne mpaka leo. Kwa, kwa hiki kilichotokea, mimi sina si, lolote kwa viongozi. Ninachowaomba waendelee na slogan zao, waendelee na utaratibu wao wa usajili. Sisi tunachotaka ni burudani tu, na wao wenyewe wanafahamu. Sidhani kama kuna kiongozi yoyote wa Simba anayeshangilia matokeo mabaya, hamna. Hmm. Ila wote tunataka matokeo mazuri, kwa hiyo hapo walipoanzia, waendelee hapo hapo, tutarudi kama tulivyokuwa. Asante. Nashukuru sana.